Ijumaa njema, Ijumaa ya baraka, ambapo mpenzi mtazamaji, ninakukaribisha katika kipindi cha manyunyu ya Baraka, nikitumai kwamba usiku wako ulikuwa ni wa baraka, usiku wako uliweza na-, yani, na kulala tu ukiwa unaota ndoto za kuendelea na kumtumikia Mwenyezi Mungu, za kujiona ukiwa umebarikiwa, ukiwa umeinuliwa ukiwa ni yule ambaye Mwenyezi Mungu anakutumia na ataweza na kuendelea na kukutumia kwa sababu ya kazi yake. Pia ni asubuhi ambapo ninaamini kwamba maombi yale ambayo tunaombewa na mtumishi wake ataweza na kufanya kazi kwako, na pia hata wewe umeweza na kujiombea ili Mwenyezi Mungu akatende ndani yako. Ni Ijumaa ambapo sio nyumaa ambalo litakuwa ni la kawaida kwako, bali litakuwa ni la baraka. Karibu sana katika kipindi cha manyunyu ya baraka, tuendelee na kunyunyiziwa hizo baraka na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Mary Kamau kutoka kanisa la ABC Kiatineni Kiatineni Pastorate. Karibu. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo, na shukuru kwa maana umetuonea, umetuonea makuu Hakika Baba, unastahili kuitwa Mungu. Naomba niwakaribishe watazamaji wa siku ya leo katika ibada ya asubuhi ya leo, ili tukaweze kuwapa kwa pamoja na tukaweze kubarikiwa kwa pamoja. Natuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa maana umekuwa nasi, kwa maana umetulinda, kwa maana hakika mbaba wa mbinguni umetuonyesha upendo, mbaba wa mbinguni upitao wa mwanadamu, tambaki kuwa Mungu. Tambaki kuinuliwa na utambaki kutukuzwa, kwa maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Tuongoze Baba wa mbinguni na utubariki kupitia neno lako takatifu. Kwa Yesu Kristo tumeomba, amina. Tutaweza kuangalia neno la Mungu katika kitabu cha Wangalatia. Wangalatia sura ni ya sita mstari wa kumi na saba. Wangalatia sura ya sita mstari wa kumi na saba. Tangu sasa mtu asiniba asinitaabishe, kwa maana ninachukua mwilini mwangu alama ama chapa zake Yesu. Tangu sasa mtu asinitaabishe, kwa maana ninachukua mwilini mwangu chapa za Yesu ama alama za Yesu. Tunajua ya kwamba Yesu aliweza kushutumiwa makali, aliweza kupigwa minjeredi, aliweza kufanyiwa mengi, hata akatemewa mate, zaidi ya yote akawambwa msalabani. Na hayo yote tu ni kwa ajili yetu sisi wenye dhambi. Hakuwa na dhambi, hakuwa na hatia, hakuwa na makosa, lakini alifanyiwa hayo ili akaweze kutuokoa na tukaweze kuwa watu ambao tuko wakati kama huu ama watu ambao Mungu ametufanya tukawa. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana ili tukaweze kuzungumzia kipengele cha ine ambacho kinatuambia ya kwamba dunia haihitaji maneno yako tu, bali inahitaji alama yako. Je, alama ambayo uko nayo ambayo inaonyesha uko na Yesu ndani yako ni ipi? Ni kipi ambacho uko nacho kinaonyesha ya kwamba ukiangaliwa, kwa mtazamo, kwa matendo, kwa mambo ambayo unafanya kweli, a, uko na alama ya Yesu ama uko na chapa za Yesu mwilini mwako? Kwa maana tumeambiwa na neno, tangu sasa mtu yeyote asinitaabishe kwa maana ninachukua mwilini mwangu ama ninabeba mwilini mwangu alama za Yesu ama chapa za Yesu. Kwa hivyo wewe umebeba alama ipi? Wewe uko na mtazamo upi? Wewe, we unaonekana kama nani? Kama nani? kama mfuasi wa Yesu, kama wewe unamjua Yesu. Kwa maana kuna mtu mwingine aliweza kuumbi, kuumbi, neno la Mungu liliweza kuumbiriwa mahali na akaweza kuulizwa ya kwamba anamjua huyu Yesu. Akaweza akasema aka, aka amjui, lakini anasikia jirani yake akinena kuhusu yeye, labda ni yeye anamjua, aende akauliziwe. Yo ni mtu ambaye alikuwa mbali sana hata kimafikira kwa maana kama anasikia rafiki yake ama ndugu jirani yake akisema mambo ya Yesu, kwa nini yeye asitake kujua huyo Yesu? Kwa maana alikuwa anataka kuokolewa laki, alikuwa Mungu ametumana kwake, akaweze kukombolewa na kuokolewa, lakini akaonekana yule unjereu alikuwa nao na ile roho ambayo ni chafu alikuwa nayo, akaanza kuzungumza mambo ya jirani, na akaanza kuelekeza watumwa ambayo walikuwa wametumwa na Yesu, mitume ambayo walikuwa wametumwa na Mungu kwake, ama malaika ambao walikuwa wametumwa, akawaelekeza kwa jirani, na wakaenda labda kwa jirani, kwa jirani walienda walienza, walienza, walienza na wakaacha baraka. Lakini yeye aliye asi aliyekataa uwepo wa Mungu, sijui kama alibarikiwa, lakini ni jambo la muhimu kwangu mimi na wewe ili tukaweze kujua tumebeba alama za Yesu, tumebeba chapa za Yesu, kwa maana Yesu aliweza kujeruhiwa kwa ajili yetu. Na watu hawataki maneno, kwa maana watu wengi huzungumza mambo mengi, mambo makubwa: nitakufanyia hili, nitakufanya hili, nitafanya hivi. Hata wengine wanasahau wana, wanakuja mbele za Mungu, wanadanganya, wanasema Mungu, ukiniponya Mungu, ukinitimizia hii hitaji nitaweza kukushukuru, na wakitimiziwa napotelea mbali. Kwa hivyo Mungu anasema hauwezi kutambulika kwa maneno ama dunia iwezi kukutambua kwa maneno, kwa maana katika maneno kuna uongo, lakini katika alama, alama ambayo unaacha kwa watu. Uko na wafuasi wangapi ambao umewahubiria ama ambao ulikutana na wao? Mungu alikuwa amekutuma ukawapata wakiwa dhambini, ukawapata wakiwa katika giza na ukawatoa katika giza, ukawaleta kwa Yesu. Ni jambo la muhimu sana uwe na alama na uwe na huo mtazamo wa kuonekana na tabia ambayo inaweza kusema ndani yako kuna Yesu. Wengine walistaajabu, si kwa sababu walihubiri tu mbali kwa sababu alibeba uwepo wa Mungu. Hapa tunaona Yohana pile vile walikuwa wanaumbiri, si eti watu walishangaa na maumbiri yao, walishangaa kwa maana uwepo wa Mungu na nguvu za Mungu zilikuwa mahali pale na walikuwa wamezibeba. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana na ni jambo la maana ili tukaweze kubeba uwepo wa Mungu hata ukiongea na mwenzako, hata ukiongea na mtu ambaye ako katika shida, usimwongezee matatizo, bali toa matatizo ambayo ako nayo, kwa maana umebeba uwepo wa Mungu. Ahisi uwepo wa Mungu, na akaweze matatizo yake akaweze kuona yameisha, na akaweze kuona hakika Mungu yupo pamoja nawe. Shule yako itatambuaje kama umeishi na Yesu? Shule inaweza kutambua ya kwamba umeishi na Yesu ukiwa na uwepo wa Mungu vi, pia vile vile, familia inaweza kutambua, familia inaweza kutambua unaishi na Yesu ama unatembea na Yesu ukikaa kati ka ama ukiwa na alama ama ukiwa na tendo ama ukiwa na tabia ambayo inafanana ambayo inalingana na ya Yesu. Ndio, hapo ndipo utaweza kutambuliwa na shule yako ama mahali popote ulipo ama kazini, cheo chako, mahali unafanya kazi, familia yako pia itakutambua ukiwa na tabia ambayo inaonyesha unafanana na Yesu ama unamjua Yesu na unalingana na yeye. Usiwe kama huyo mtu nimewaambia awali, alisema Yesu anamsikia akisemwa na njirani, kwa hivyo akawaelekeza wakaenda kwa njirani. Siwa mtu wa kuelekeza watu, ama usiwe kibao cha kusema mbinguni ni pale, lakini hautaweza kufika mbinguni. Kuwa mtu ambaye ukisema tufuate hili ama tutende hili, uko na hiyo na umesimama tisiti, na umesimama na msimamo wako, na wewe unakuwa wa kwanza kuelekeza hao wengine. Jamii yako itahisi uwepo wa Mungu, aje? Itahisi uwepo wa Mungu kupitia wewe, kwa maana wewe uko na alama ama umebeba chapa za Yesu. Zaidi ya yote, wewe tabia yako inalingana na ya Yesu, kwa maana tumeambiwa tumebeba alama za Yesu na tumebeba chapa za Yesu. Hakuna mahali pote utaweza kusema sina Yesu kwa maana Yesu yuko ndani yako na umemwona akitenda mambo na unajua ya kwamba ni Mungu. Kwa hivyo kuna utofauti kati yako na mtu anaye, kuna tofauti kati ya hawa watu wawili ambao naelekea kuwaambia. Kuna mtu ambaye anasimama na kusema juu ya Yesu. Na kuna mtu mwingine ambaye anaweza akasimama ak akiwa amebeba alama za Yesu. Ni mtu yupi ambaye ataweza kuelekeza wengine vizuri? Ni huyu ambaye amesimama akasema juu ya Yesu. Kwa maana huyo alisema tu juu ya Yesu, alisema Yesu ako kwa njirani, alisema juu ya Yesu. Lakini wewe ukiwa umebeba uwepo wa Mungu na alama za Yesu na chapa za Yesu, hakuna vile utaweza utaweza kutofautiana na Yesu uta, utakuwa hata ukiongea Yesu anaonekana ndani yako, hata ukiumbiri Yesu anaonekana ndani yako, hata ukizungumza Yesu anaonekana ndani yako, kwa maana Yesu atabaki kuwa pamoja na wewe na atakuwa anaandamana na wewe mahali pote uendapo na mahali pote. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana mpendwa mtazamaji na msikilizaji, uka aweze kubeba alama za Yesu. Achana na kusema juu ya Yesu, bali beba alama za Yesu, na hapo ndipo utakapojulikana na hapo ndipo utakapotambulikana ya kwamba uko na Yesu, unaishi na Yesu, na unatembea na Yesu, na Yesu ametawala maisha yako na ametawala roho yako. Mungu atubariki na ambariki neno lake. Amina. Tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa maana umetuongoza. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya neno lako lizidi kukua pamoja nasi, lizidi kutuinua, lizidi kutubariki. Zaidi ya yote, lizidi Baba wa mbinguni kukita mizizi ndani ya mioyo yetu, ili Baba wa mbinguni tukaweze kuwa na alama zako, mbali si kusema juu ya Yesu bali ni kuwa na alama zako ambazo zinaonyesha ya kwamba yupo pamoja nasi na tuko na uwepo wako mahali popote ambapo tutaweza kuwa, kuwa nasi na naktubarikie siku yote kwa Yesu Kristo tumeomba. Amina. Hakika tumeweza na kujua kwamba ufuasi wa Kristo mwenyewe na mkweli, mkristo ambaye ni mkweli ameweza na kubeba alama, alama ya kujitoa kwa sababu ya Kristo, ameweza na kubeba pia alama ya imani thabiti Sio mtu ambaye ameweza na kubeba imani ya kuyumbayumba, mtu ambaye ana msimamo. Lakini tume, e, tumeweza na kubeba hizo alama kama vile ambavyo Paulo aliweza na kuzibeba. Aliweza na kusema kwamba mimi, kuanzia leo nisisumuliwe na yeyote, maana nimebeba alama, alama ya nani? Yesu mwenyewe. Huyu Mkristo mkweli ameweza na kubeba hata alama ya maisha ya ushuhuda. Kila wakati, huyu Mkristo yuko na ushuhuda, anashuhudia yale matendo ambayo Mwenyezi Mungu ameweza na kumtendea, zile baraka ambazo ameweza na kubarikiwa nazo. Sio mtu ambaye ni wakulalamika kila wakati. Wakati ambapo kuna mazuri, kuna mabaya, yeye wakati wowote ule yuko pale, amesimama imara. Maana amebeba alama alama ya Yesu mwilini mwake. Je, umebeba alama ya aina gani? Umesimama imara ama bado una yumba, yumba. Tubebe, yani, tubebe alama ya Yesu, tuwe na msimamo thabiti hata shetani atujaribu asitujaribu, tuwe na msimamo thabiti kama vile Paulo tusisumbuliwe maana tumebeba alama ya Yesu. Natuwe na msimamo thabiti. Ninakutakia siku njema, siku ya baraka. Mwenyezi Mungu akutangulie katika kila hatua. Pia kwa wale ndugu zetu ambao hu anaenda katika nyumba za ibada kwambudu Mwenyezi Mungu siku ya leo, Mungu awe pamoja nanyi na Mungu awabariki. bye, bye.